Mim, mimi sina mnyukano, labda mwenzangu ana mnyukano. Mimi umeshanisikia na mshambulia yeyote mali kokote. Mim, mimi sina mnyukano wala sijamdhalilisha kiongozi wangu yote, wala siwezi kufanya hivyo, kwa sababu maadili yangu hayanitumi kufanya hivyo. Makuzi na malezi yangu hayanitumi kufanya hivyo. Mimi sio mtakatifu, ni binadamu ambaye naweza kuwa na makosa yangu na ninaongozwa nina, nina, nina na imani kwamba kila mmoja wetu ana mapungufu. Nayaona mengi, sio kwangu na kwa wenzangu wote, nayaona lakini, bado naamini tuna wajibu wa kulindana, kusaidiana, kubebana, kuonyana. Lakini ghafula limezuka jambo moja ambalo linasukumwa sana kutoka nje ya chama kuliko hata ndani ya chama chenyewe. Tunaona makundi ya watu walishama Chadema siku nyingi, leo ndio wako mstari wa mbele kutetea kundi moja ndani ya Chadema. Haya uwezi kuniambia na nia njema na chama chetu zaidi ya kutupasua. Lakini wanachokosea ni kwamba wanafikiri Chadema ni dhaifu kiasi hicho kwamba utaipasua kwa kumgombanisha Mbowe na Lissu. Tunaweza tukawa na tofauti zetu, lakini hatima yake haitakuwa hatima ya Chadema. Naweza mimi mahusiano yangu na mheshimiwa Lissu yasiwe ya ya mazuri kwa kipindi ama kwa sababu mbalimbali mbali, lakini siamini kwamba eti ndio atasababisha hii ndoto ya watu wengi inayobebwa na chama cha Chadema ikafe.